Nimetumiwa ujumbe mwingi na baadhi ya wasikilizaji na watazamaji wa chaneli yetu hii wakiuliza, Yuko wapi Askofu Mbunge wa Kawe Dk. Josephat Gwajima, mwanazuoni wa dini ya Kiislamu ambaye pia ni mwanazuoni wa dini ya Kikristo Josephati Gwajima ambaye ni askofu wa huduma ya kiroho ambayo maarufu kama Ufufuo na Uzima. Ndani ya siku mbili hizi kumetokea taarifa ya kufungwa ama kusitishwa huduma ya kanisa lake. Na baadaye kuonekana askari wakiwa wamezingira hilo kanisa jijini Dar es Salaam. Na baada ya kuzingira kanisa hilo, Askofu Josephat Gwajima alijitokeza akitoa taarifa kwa umma kuueleza kwamba kanisa lake limezingirwa na jeshi ama askari wa jeshi la polisi wakiwa na gari kama tatu hivi. Baada ya kutoa taarifa hiyo, watu wengi waliamaki na kujiuliza kuna nini. Lakini kabla ya hayo yote, ilikuwa ni siku ya kwanza ya alichokuwa wametangaza kwamba yeye pamoja na waumini wenzake wataanza maombi maalumu kwa ajili ya kuliombea taifa ili liondokane na masuala yanayoendelea hasa ya utekaji. Lakini akaeleza wazi kwamba maombi hayo maalumu ya siku saba yataambatana na kumwombea mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA, Bwana Tundu Antipasilisu, ambaye mpaka sasa yuko mahabusu, lakini pia kumwombea mwenyekiti ya kiongozi wa chama cha ACT Wazalendo Bwana Zito Zuberi Kabwe, lakini pia kumwombea Bwana Profesa Ibrahim Lipumba kwa ajili ya huko twendako, yani kuelekea uchaguzi mkuu wa Oktoba mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Baada ya kutoa kauli hizo, Askofu Gwajima watu wengi hawaelewi yuko wapi. Pamoja na kuwa mbunge wa jimbo la Kawe, baadhi walitarajia kumwona katika bunge la jamhuri ya muungano wa Tanzania mjini Dodoma, lakini wanasema hawajamuona ila alionekana katika mkutano mkuu maalum wa Chama cha Mapinduzi uliokuwa umefanyika tarehe 29 mpaka tarehe 30 mwezi wa tano mwaka 2025 mjini Dodoma, na kutamkwa maneno ambayo yalitamkwa, na baada ya hapo akaendelea kusimamia msimamo wake kwamba yeye hatonyamaza. Baadhi ya watu katika taifa letu la Tanzania kwa kujawa na hofu ya namna moja ama nyingine, wanahoji yuko wapi Askofu Gwajima? Yuko wapi Askofu Gwajima? Yuko wapi Askofu Gwajima?